Nchi ya Pakistan na serikali ya Talibani nchini Afghanistan zimekubaliana kusitisha mapigano mara moja. Na hii ni baada ya zaidi ya wiki moja ya mapigano yaliyosababisha vifo vingi nchini humo. Na kwa mujibu wa taarifa ya Oktoba 19, 2025 iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje ya Qatar ambayo ilisimamia mazungumzo ya amani ikiwa na Uturuki imesema kuwa pande zote mbili zimekubaliana kuanzia mifumo ya kuimarisha amani na utulivu wa kudumu. Lakini waziri wa mambo ya nje ya Pakistani, Mohammad Ishaq Dar, ameyaita makubaliano hayo kuwa hatua ya kwanza katika mwelekeo sahihi, na msemaji wa Taliban Mujahid amesema kuwa kusitisha vitendo vya uhasama ni muhimu, lakini pande zote mbili zimekubali kuwa zimesababisha hasara wakati wa mapigano hayo, ambapo yanatajwa kuwa mabaya zaidi tangu Taliban waliporejea madarakani mwaka 2021. Awali usitishwaji wa vita wa muda mfupi ulitangazwa usiku wa Jumatano, Oktoba 15, 2025 wakati wajumbe walipokutana mjini Doha lakini mashambulizi ya kuvuka mpaka yaliendelea. Aidha, siku ya Ijumaa ya Oktoba 13, 2025 Taliban walisema kuwa Pakistani ilifanya mashambulizi ya anga ambapo yalisababisha vifo vya watu 8, wakiwemo wachezaji watatu wa michezo wa kriketi wa eneo hilo. Na chini ya makubaliano hayo mapya, Taliban walisema kwamba hawatasaidia makundi yanayofanya mashambulizi dhidi ya serikali ya Pakistani. Wakati humo humo, pande zote mbili zimekubaliana kuepuka kulenga vikosi vya usalama vya kila pande, raia na miundombinu muhimu. Endelea kuwa nasi kwa taarifa mbalimbali.